Viongozi wa Ulaya wanakamilisha mkutano wao wa kilele mjini Brussels, ambapo wanaojadili mustakabali wa umoja huo baada ya kujiondoa wa Uingereza. Waziri Mkuu Theresa May amesema hakuna raia wa Umoja wa Ulaya aliyeishi Uingereza kwa miaka mitano ataambiwa aondoke baada ya Brexit. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amepongeza kauli hiyo, lakini akasema yapo mengi ya kufanywa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuwahi kurekodi mawasiliano yake na aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey. Mwezi uliopita alionekana kuashiria kwenye Twitter kuwa alirekodi mawasiliano yao. Comey aliyeambia kamati ya Seneti alifanya mikutano na Trump, madai ambayo rais aliyakanusha. Mataifa manne ya Kiarabu yaliyositisha mahusiano na Qatar kwa madai ya kuunga mkono ugaidi yametoa orodha ya masharti ili kumaliza mzozo wao. Yanasisitiza kuwa Qatar lazima iifunge televisheni ya Al Jazeera, ipunguze mahusiano ya kidiplomasia na Iran na kukata mahusiano yote na chama cha udugu wa Kiislamu. Saudia, Bahrain, Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu zimeipa Qatar siku kumi kufanya hivyo. Qatar inasema hakuna mazungumzo yatakayofanywa hadi vikwazo vyote viondolewe. Mvua kubwa za majira ya joto zimesababisha vifo vya watu wawili ambao waliangukiwa na miti kaskazini mwa Ujerumani. Upepo mkali na mvua za mawe ziliharibu nyaya za umeme na pia kuvuruga safari za treni na ndege. Alexis Sanchez ameweka rekodi ya kuwa mfungaji wa mabao mengi nchini Chile. Sanchez aliyefungia Chile bao lake la 38 katika mchuano wa jana waliotoka sare ya moja moja na Ujerumani katika dimba la FIFA la Kombe la Mabara nchini Urusi. Chile na Ujerumani zinahitaji sare katika mechi zijazo ili kutinga nusu fainali. Kamerun lazima iishinde Ujerumani baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja na Australia.